Bwana Yesu asifiwe. Ah, habari za Jumapili mpendwa mtazamaji wa channel ya FEABOY, karibu tena katika channel yako pendwa kwa update zote kuhusu ajira elimu, pamoja na mbinu mbalimbali mbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Katika video ya leo, tutakwenda kuangalia nafasi za kazi zilizoweza kutoka Halmashauri ya Wilaya ya Muheza. Hapa kuna nafasi kumi na tano za kazi ambazo zimeweza kutangazwa na katika nafasi hizo kuna msaidizi wa kumbukumbu -kumbu daraja la pili, hapa kuna nafasi tano. Sifa ni mwenye elimu kidat, ya kidato cha nne au sita aliyehitimu mafunzo ya diploma au NTA level 6 katika fani ya utunzaji wa kumbukumbu -kumbu, na mshahara ni ngazi ya mshahara ya serikali ya TGSC. Na kuna nafasi ya mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili pia, kuna nafasi tano sifa ni elimu ya kidato cha nne au cha sita na awe amehitimu diploma ya uhazili au cheti cha NTA level 6 ya uhazili. Lakini pia uwe umefaulu somo la hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno mia moja kwa dakika moja na kupata computer program kama vile Word, Excel, PowerPoint, Internet, Email, Publisher kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na serikali. Lakini pia ngazi ya mishahara ni TGSC. Nafasi zingine ni dereva daraja la pili. Hapa kuna nafasi tano. Sifa ni mwenye cheti cha kidato cha nne na leseni ya udereva daraja E au C ya uendeshaji wa magari ambao umeifanyia kazi kwa muda usiopungua mwaka moja bila kusababisha ajali, na vyeti vya mafunzo kutoka VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Mshahara ni TGSB. Masharti ya jumla kwa waombaji ni kwamba waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania na wenye umri kuanzia miaka 18 na usio usiozidi miaka 45. Hakikisha pia umeandaa CV yako na umeiambatanisha ambatanisha cheti chako cha kuzaliwa, lakini pia uwe na vyeti vyako halisi kuanzia cheti cha kidato cha nne na kuendelea. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 26 Novemba 2025. Kama umesoma nje ya nchi, hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na TCU, NECTA, pamoja na NACTE.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 Tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Asanteni na karibuni.